Mtafunga TikTok, mtafunga Instagram, mtafunga Facebook, lakini msipotoa katiba mpya, tarehe tisa mtatuona, tuko barabarani. Sisi tunataka viongozi haramu wajiuzuru tarehe tisa. Baadaye yetu ni nini? Lazima kila mtu ajue unavyompa uh, hamasa mtu yoyote hapo ulipo, hapo mtaani, mwambie tunadai nini. Sisi tunadai katiba mpya. Atakuuliza, katiba mpya mnataka iweje? Sisi tunataka tupate tume huru ya uchaguzi, namba moja. Namba mbili, tunataka matokeo ya raisi yapingwe mahakamani. Sasa hivi rais wa Tanzania ni kama Mungu, akishatangazwa matokeo yake hayapingwi mahakamani. Tunataka matokeo ya rais yapingwe mahakamani. Namba tatu, tunataka wakala wa chama cha siasa, sasa hivi wakala akienda kituoni kusimamia kura za mgombea, kuingia kwenye kituo ni mbinde kweli kweli. Ndio maana mnasikia kila, kila uchaguzi mawakala wanalalamika hawajaruhusiwa kuingia kwenye vituo vya kwenda kusimamia kura. Tunataka haki ya wakala kuingia kwenye kituo cha kupigia kura iwe haki yake, asiulizwe na mtu yoyote akishateuliwa. Na chama chake cha siasa aende akasimamia uchaguzi. Jambo jingine, tunataka usawa usawa wa kidemokrasia katika nchi yetu. Jambo la nne, haki ya ajira. Tumesomesha watoto, wazazi wamesomesha watoto, wameuza ng'ombe, wameuza mahindi, wameuza mpunga, wameuza kuku, wameuza mbuzi, wamepeleka watoto wao shule. Tanzania tuna walimu wa kutosha, madaktari wa kutosha. Alaala, unaweza ukazima maiki yako tafadhali, najisikia Tuna walimu wa kutosha mtaani wana, wana digrii zao, lakini shule hazina walimu wa kutosha. Serikali inashindwa kuajiri, wanasema hawana pesa za kutosha, lakini kila mwaka ukisoma ripoti ya CIG mabilioni ya fedha kwenye halmashauri yanaliwa. Kwa nini hizi pesa zisienze, zis, zisiende kulipa mishahara ya walimu ambao hawana ajira wako mitaani, mishahara ya madaktari, mishahara ya mainjinia na watu wote waliokosa ajira? Kwa nini serikali inashindwa inashindwa kuajiri? Tunataka katiba iandike haki ya ajira kwa kila Mtanzania. Kijana akitoka chuo aende akaajiriwe na serikali yake, kwa sababu anahitaji kulipa mkopo aliyokopeshwa na serikali, lakini pia anatakiwa apate kazi, aweze kuhudumia kuhudumia familia yake. Jambo lingine, haki kwa wakulima. Enyi wakulima, wafugaji, pembejeo mnanunua, mfuko mmoja wa mbolea shilingi elfu sabini na tano hivi sasa. Mkulima ana matuta yake matatu ya mboga anapanda mboga kwa sababu ya familia yake, haruhusiwi kwenda kupima mbolea. Zamani wazazi walikuwa na kwenda kupima mbolea, unaweza ukapima mbolea nusu, ukapima mbolea kilo mbili. Sasa hivi kila mkulima anatakiwa anunue mfuko mmoja wa shilingi elfu sabini na tano. Ewe mkulima unaonisikiliza, tarehe tisa twende ukadai. Naam. Nurvas na, natoka kwenye natoka kwenye natoka kwenye hii natoka kwenye hii account nakuja na ile account yangu hairuhusiwi kuingia live, lakini si, si, si, kuingia hapo, ili watu waione kama una simu mbili basi zipandishe zote hapa juu, naitoa hii na kuja yes, na, na na hii ingine na taruhusiwa, utaruhusiwa kupanda. Angalia wasije wakainani wakairipoti ukiwa hapa pa mzee, wakaibani wakai kabisa. Pandisha zote tuzoe zote mbili, nimezifisha video zote, tuzoe, zifita, tuzoe zote, video zote. Aya, video jaribu, jaribu tena, wakati toa anaendelea basi ngoja nijaribu, ngoja nijaribu panda nazo zote mbili. Haya, poa. Modereta, naomba nani akija sam mpandisheni, au utajipandisha na hiyo akaunti. Tuendelee nani hii tu hapo hapo Okay, kwa naweza nikama, nikaendelea. Endelea tu. Asante, nilikuwa nazungumzia uh, tarehe tisa sio ya Gen Z peke yake wala sio ya TikTok wala sio ya Instagram ni ya Tanzania wote. Enyi wakulima, enyi wafugaji, mmekuwa mna migogoro isiyoisha kwa sababu gani? Hamna maeneo ya kutosha. Serikali imejimilikisha maeneo makubwa hayafanyi kazi yoyote, lakini wafugaji mmepewa maeneo machache kwa sababu ya kuchungia, migogoro kati ya wafugaji na wakulima isiyoisha. Tarehe tisa, tokeni barabarani, mwendeni mkaipiganie Tanzania ambayo mnaitaka. Wakazi wa Dodoma, hapo kuna bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania, hapo kuna Ikuru, hapo kuna nchi Dodoma. Tarehe tisa, tokeni na mabango yenu, andikeni, tunataka katiba mpya, tunataka tunakome, tunataka utekaji ukomeshwe. Tunataka watu waliotekwa warudishwe. Kila mtu sasa hivi ukisikiliza, kesho mwambie rafiki yako aandike bango. Ewe girlfriend, mwambie boyfriend, aandike bango. Ewe shangazi, mwambie mjomba. Mama, wambie watoto wako. Familia nzima andikeni mabango, andaeni kwa sababu ya tarehe tisa tutatoka ndani kwenda kuipambania nchi yetu ya Tanzania. Ewe boyfriend, kama una girlfriend, haujihusishi na hizi siasa ni vema ukamwacha mkaweka pembeni kwa sasa. Tunataka watu wanaoipenda Tanzania yetu, watu wanaohubiri haki katika taifa la Tanzania. Mabango yetu tuanze kuyatayarisha hivi sasa. Chukua boksi, chukua boksi, kata, andika ujumbe wako, weka ndani, jiandae. Hivyo hivyo kwenye vijiwe, kwenye timu za mpira. Ukienda kwenye timu ya mpira, kesho mkienda kufanya mazoezi, waambie wenzako waanze kuandaa mabango ya tarehe tisa, kwani wote tunatoka. Enyi wenye viti haramu ambao hamkuchaguliwa kwenye uchaguzi wa mwaka jana wa serikali za mitaa, sasa hivi tunasema maandamano yetu ya amani, lakini tutawapitia wenye viti nchi nzima, serikali za mitaa, vitongoji na vijiji, madiwani wote, wabunge wote. Hatuwezi tukaandamana peke yenu. Nendeni kwenye nyumba ya diwani, mchukueni, mwekeni mbele kwenye maandamano, haruhusii kukaa nyumbani. CCM wote wachukueni wawekeni mbele kwenye maandamano wote. maandamano CCM Chadema Watanzania wote, haya maandamano hayana chama. Wachukueni viongozi haramu ambao hamjawachagua waambieni, twende tukaandamane. Tunadai haki ya kuchagua viongozi, kiongozi ambaye tutakuwa tuna mamlaka naye, diwani ambaye tutamuweka mwezi wa kwanza atatuzingua mwezi wa sita, tutakuwa tuna mamlaka ya kumtoa madarakani, awe awe mbunge, awe rais. hata wabunge wakienda bungeni hawatamsifia rais wakati wote, wataiheshimu katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa sababu tunadai haki ya kusikilizwa haki ya kuheshimika. Akipotea binadamu mmoja akipotea mtu mmoja, polisi watawajibika, mkurugenzi wa usalama wa taifa atawajibika, amiri jeshi mkuu atawajibika. Tukitengeneza Tanzania iliyo hivyo, basi watu wataheshimu Tanzania, binadamu wataheshimika, watu hawatatekwa kama kuku kwenye nchi yetu ya Tanzania kwa hiyo kaka Sama ni waase watu wote ambao wananisikiliza. Ukija hapa kupata elimu elimu isiyo ya kwako, ichukue elimu hii kama ambavyo dini za Ukristu zilienezwa. Chukua elimu hii, nenda kaieneze mtaani kwa ndugu zako, marafiki zako, ienee. Sasa hivi watu wanakuja hapa, wanaingia kwenye mitandao ya kijamii kwa, kwa VPN. Ukikutana na rafiki yako, shika simu yake, download download TikTok kwenye akaunti yake mwekee VPN mwambie aje kwenye mitandao ya kijamii aje afuatilie masuala ma muhimu kama haya kwenye nchi yake. Marafiki zako mnapokutana, shika simu zao, waambie wa download VPN, wa mfollow Sama, shika simu yake weka weka TikTok kwenye simu, tukija hapa watu tuongezeke. Tunatakiwa tukija live hapa tuwe tuna watu 10,000 20,000 kufikia tarehe tisa, tuna kazi njema ambayo tumeifanya sasa wewe kuzungumza huwezi, kucomment huwezi, unashindwa kushika simu ya mtu ukamwekea TikTok kwenye simu yake? Hii kazi kila mmoja aifanye. Hii kazi haina chama, haina dini. Hii kazi ni ya Watanzania wote, kila mmoja apende kuona matunda ya hizi live ambazo zinaendelea, kwa sababu ni live njema kwenye nchi yetu ya Tanzania. Tarehe tisa tunakwenda kuwakumbuka mashujaa wetu wote waliouawa siku ya tarehe ishirini na tisa, kwa sababu tusipofanya hivyo, tutakuwa t husu damu za wenzetu zimwagike bure. Hatuwezi tukaruhusu watu elfu kumi wauawe kwenye nchi yetu ya Tanzania alafu tukaendelea na maisha yetu. Lazima kile ambacho walikuwa na kipigania siku ya tarehe ishirini na tisa na tarehe thelathini tukikamilishe. Tukisha kikamilisha tutatenga siku maalum ya kuwakumbuka mashujaa wote waliouawa katikati ya mapambano ya kuitafuta nchi yetu ya Tanzania. Niko hapa nina utayari wa kutosha. Tutafanya kazi hii njema asubuhi, mchana na jioni, hatuwezi kuiacha. Kwenye akaunti zangu zote za mitandao ya kijamii, kuanzia asubuhi mpaka jioni, kazi yangu ni moja tu, kufikisha habari njema kwa Watanzania kwa ajili ya tarehe 9 Desemba, siku ya ukombozi wa kweli wa haki wa heshima kwenye nchi yetu ya Tanzania. Mwenyezi Mungu atubariki sote, atupe nguvu na uelewa, tuifanye kazi hii kwa moyo mmoja bila kutegeana. Asante sana kaka Sam. Hapo nilisema mihimili, mihimili ambayo inajitegemea katika kimaamuzi, hasa hii mihimili mikubwa miwili ambayo ni mahakama na bunge. Bunge linajitegemea katika maamuzi na mahakama inajitegemea katika maamuzi. Wanaoweza kumshurutisha rais ni bunge. Bunge ndo linaweza likaamua likatoa mswada kwamba huyu rais hahitajiki au rais afae, wakapiga kura na rais anaweza akaacha madaraka, lakini mpaka sasa hivi bunge halina hicho kitu. Spika wa bunge ni mtu mkubwa sana, lakini kutokana na katiba tulionayo mbovu, eh, spika mwenyewe anajua kwamba rais anaweza, ku, anaweza akatoa kauli kuambia wabunge wote apite mbunge fulani apite mbunge fulani Haya, mahakamani rais anemchagua ane jaji mkuu, kwa wale mawakili wote ambao wamechaguliwa na serikali, itapatikana pale kisheria. Tunatengeneza nini? Tunatengeneza taifa la rushwa tu. Hapo Kenya rais anaweza akaongea kitu lakini, bunge likasimama likapinga, likakataa, wakapiga kula, wale wenye kula nyingi, ile sheria ambayo amesema rais ikaifanyaje, ika, imesitishwa. Lakini Tanzania hatuna hicho kitu, yani kila kitu ameelekezewa rais. Na kama mnakumbuka, katika moja ya hotuba za za Gwajima alisemaga, tena bungeni, hii katiba jinsi inavyomruhusu rais kuwa na mamlaka yote Ipo siku tutakuja kupata chizi mmoja atavuruga vuruga mambo na chizi tumeshampata. Unajisi mambo yanavyovurugika, inafikia ki, inafikia tunatengeneza taifa ambalo tunajali matumbo, hatujali tena taifa, hatujali tena nini future ya vizazi vinavyokuja. Tunaangalia tu, ngoja nimsifie sifie huyu atanipa nani atanipa kiti, ngoja nimsifie sifie rais atanipa kiti. Kwa hiyo ndio maana hatuwezi kupata hatuwezi kupata wanani wajibikaji, hatuwezi kupata watendaji wa wa kazi hatuwezi kupata viongozi, mwisho wa siku viongozi ambao hawako tayari kuwa machawa. Ndio mnaona wanaishia jela, wengine wanakamatwa, wana, wana, wana, wana, wana, kama kupotezwa hivyo wanatekwa, kwa taifa linahitaji watu wasiokuwa na akili. Kutokana na nini? Katiba imempa mamlaka yote rais, kwa hiyo sekta zinazojitegemea mahakama na, na bunge, hizo ni, ni sekta ambazo zinafanya maamuzi wenyewe bila ku, kuamliwa na mtu yoyote taifa lote ambalo lililoendelea taifa lote linalojiendeleza lililoendelea, hakuna rais anaweza akaiongoza aka mahakama kwamba ikesi iwe hivi ikesi iwe hivi. Ndio maana nikatoa mfano mzuri tu, wakati huyu churakiziwe anahutubia bunge lake batili, akatoa kauli kwamba wale vijana waliokamatwa kwa kesi ya uaini watolewe na wengine wapunguziwe makosa, akamwambia DPP kitu ambacho kisheria ukisoma Raisi hana mamlaka yote ya kumuongoza DPP au ya kumwamuru DPP afanye hivi. Kitu kishakuwa mahakamani, kila kitu kesi kishafika mahakamani inabaki kwa jaji na wale mawakili na wale DPP ndio inabaki. So, inakuwa tena iko chini ya rais. Sasa kwa sababu tuna uongozi mbovu, tuna katiba mbovu, ndio maana vitu vinaenda vinaenda aenda tu, yani rais anaweza kajiongelea tu. Mimi ndo hivi ndo hata unaona hata kwenye kampeni zake kabla ya maandamano ya tarehe 29 alikuwa anaropoka tu. Mimi na mimi ndo amiri jeshi mkuu. Mimi sijui ndo nini na nini. Kwa sababu katiba imempa mamlaka yote. Leo hii rais akicheza mistake hakuna nani mwajibisha? Tunabaki tunatoa macho tu. Ya, nafikiri ipo hapo utakuwa umeelewa ndugu yangu. Niweke hivi. Jeshi ni muhimili unaojitegemea. Jeshi la jitegemea unaweza usilieke kwenye muhimili, lakini jeshi la jitegemea. Na hata wanaposema kwamba rais ni amiri jeshi mkuu, ushanifahamu, lakini kwa sheria, kwa kikatiba, ndio ndio. Kae ukijua kwamba nchi yetu imebagazwa na kubaguzwa kama alivyosema, uh, uh, bado zipolepole, kwamba hivi likitokea lolote, iko hivi nchi likitokea lolote kwamba rais amepigiwa kura za kutokuwa na, na, na, na imani naye. Kigereza kizuri wanasema vote of no confidence. Huwa kinachofanyika ni kwamba ama atakayechukua nchi ni spika wa bunge, ana, ana, ana ukubwa huo, ama jeshi. Sasa sikiliza, juzi kabla ya uchaguzi aliongea huyu huyu aliyeandika katiba anaitwa Warioba aliongea, akasema jeshi ndio pekee ambalo limekaa kwenye misingi yake ya kizalendo, ndio ambalo linafanya nini, linafanya kazi zake kwa kujitegemea lenyewe. Kumbe maskini, kwa kwa kwa inosensi yake, alikuwa hajajua ambayo alikuwa ameshapenyeza jeshini, na ndio kile ambacho watu waliaminishwa. Kumbe jeshi kuna kila aina ya chawa. Kwa hiyo kule ndani ya jeshi kuna ambao ni waaminifu wao wamekunywa maji ya bendera, watalifanyia kazi. Kuna ambao ni wa mishahara, ushanifahamu, na kuna ambao sasa ni wa machawa. Wale wa mishahara ni kwamba mimi nafanya nikiambiwa amri kama inavyosema nafanya, lakini kuna ambao ni wasomi wanaufahamu kabisa, na ndio ambao mpaka leo wako kwenye dinayo. Dinayo maana yake ni nini? Dinayo maana yake ni mtu ambaye akiona kitu kimefanyika anajilaumu yeye anasema hii imetokea kwa ajili yangu. Ndio hawa wanajeshi ambao unasikia wako kwenye dinayo, kwamba wanaona jinsi ambavyo watu wamepigwa risasi za vichwa, jinsi ambavyo watu wamefumuliwa mautumbo. Wanasema hii haikutakiwa kuwepo Tanzania. Kama mimi mwanajeshi natoka naenda Kongo kulinda amani ya wazao wa Kongo, kama natoka naenda Sudani na manchi mengine naenda kulinda amani, sasa maana yake nini mimi kuitwa mwanajeshi? Ndio ilo neno ambalo walisikia wako kwenye dinayo. Ushaona? Kwa hiyo sasa hapo kuna fikiria, kuna mpasuko CCM, kuna mpasuko kwenye kwenye Bunge, kuna mpasuko kwenye jeshi, kuna mpasuko kila kona. Kwa hiyo huyu mama kitu gani ambacho ameamua kukifanya, alichokifanya yeye ni kumwaga miji hela tu, yuwa mwaga miji hela, yuwa mwaga miji hela, lakini kuna nyakati hela inapita ubinadamu. Kwa hiyo kuna nyakati hela inapita nguvu ya watu kuna nyakati hela inapita kusudi la uumbaji, kwa sababu Mungu ameumba ameumba Tanzania jamani, ah. Uh, Suma akashushwa nyinyi ndo mnaofanya mtu ashushwe, nyinyi ndo mtakaefanya mtu abaki. Tumeambiwa mtap tap mtume na zawadi kuilinda akaunti sawa. Uh, kule akaunti imeshushwa, hatujejua shida ni nini, anaweza akapanda na akaunti yake nyingine pia. mm -hmm. Alike makopa kwa nini, ili watu alipoti wa vizuri. Kingine hapa nimeona hapa ka join huyu nani, maana nani nani, nani nani, mamkwe be, ngoja PFD mkuwa makini hapo chini, ngoja niongeze moderator hapa ili nani na Patrice Lumumba. Hebu tueni makini hapa chini wanajaa wa, wa, wa, hapa chini. Na mtu msicheke naye akimtu ameongea ujinga, tunamlima blok kwa sababu asubuhi unaona vita ilivyokuwepo nani PFD na Patrice, vita ilikuwa kubwa jamani.